Majira ya saa nne kasorobo za usiku, kuna mzee anayefahamika kwa jina la Ndani Sasuma, alikuwa na miaka sabini na mbili, Msukuma mpagani, mkulima, na kauko Idodoma. Akiwa nakula nyumbani kwake na familia yake, alijeruhiwa kwa kukatwa na yeye na kitu chenye ncha kali maeneo ya kichwani, kisogoni, na hatimaye akafariki dunia kutokana na hayo kushambuliwa huko. Mpaka sasa jeshi la polisi linawashikilia watu wawili kuhusiana na hayo mauaji na kwa kupitia watu wawili ambao tunawashikilia tumeweza kupata ushirikiano kutoka kwao, na tunaendelea kutafuta watu wengine watatu ambao walishiriki pamoja kutekeleza haya mauaji. Mwanamke anayefahamika kwa jina la Agata Danieli Nyahuma, umri wa miaka 32, kabila lake ni Muha, Mkristo, alikuwa akitoka nyumbani kwake anakwenda kanisani. Akiwa njiani, ghafla alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya mgongoni chini ya bega la mkono wa kulia na mtu watu wasiofahamika. Na baada ya tukio hilo hilo, mtu aliyemjeruhi aliweza kukimbia na huyu majeruhi kwa kipindi hicho alianguka chini kutokana na hilo jeraha, aliweza kuchukuliwa na wasamaria wema akakimbizwa katika hospitali, lakini akiwa anapata matibabu mtu huyo aliweza kufariki dunia kutokana na kuvuja damu sana na hilo jeraha aliyokuwa amejeruhiwa na huyu mtu. Kwa hiyo mpaka sasa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusiana na hili tukio. Wapo watu ambao wanatiliwa mashaka, lakini hatuwezi kuwataja kwa sasa kutokana na mwendelezo, na bado hatujawakamata, lakini tunaendelea kufuatilia kuona kwamba nyuma ya hili tukio la kujeruhi ambayo mpaka limepelekea mauaji ya huyu mwanamke, nini hasa ambacho kimeweza kusababisha viziwa akiwa nakwenda kanisani na hatimaye kuweza kujeruhiwa na baadaye kupoteza maisha. kwa tunaendelea kufuatilia tukio hili, lakini jeshi la polisi tunaendelea kukusanya taarifa mbalimbali kutoka kwa wasamaria wema na muda si mrefu, mtu aliyotenda kosa hili tutaweza kumpata kutokana na taarifa za kiintelijensia ambazo tunaendelea kuzikusanya kuhusiana na tukio hili la kujeruhiwa kwa, kwa, kwa Agata Daniel.